So, e bwana basi, hatimaye tunasonga mbele zaidi katika mashine bomba kabisa hii hapa uh, strong heroes. Yes, niko sambamba na udaongine Kibako, kutoka Tanzania, Siruma Video Library kutoka Kenya, kinyasini Zanzibar, moja kati ya watu wa maana sana kwangu na nawakubali kwelikweli, ni sambamba na mwamba huyu Siruma Video Library, huwa wapindishi wala kwa peshi, ni mtu wa kazi, mtu wa maana zaidi. E popote bana, popote uripo tuende sambamba zaidi katika kigongo cha moto, kigongo kipya wanaita Strong Heroes. Yes, kama kawaida tunazidi kusababisha na mambo yanakuwa burudani zaidi, mambo yanakuwa ni fresh. Mimi nikuambie katika picha ambazo upasi kuweza kukosa hata episode moja ni hapa, wanaita Strong Heroes. Sasa tuna picha mbili ambazo zote zinatoka zinatoka YouTube. E, moja ni Strong Heroes alafu namba mbili ni Treasure protection zote ni kari kabisa. Mimi nikwambie tu e, bwana, tusonge mbele zaidi. 0624 858581 unapata wasaa mzuri wa kuweza kulifuata na kuweza kusababisha kama kawaida e bwana, hii picha mzee baba, hii picha hii picha hii ni bonge la picha e bwana, tuende sawa, hii hapa katika episodi safi ya tatu inafata Basi binti yuko hapa maskini, binti ni mrembo mwenye, nikienda China nitamtafuta. E bana, basi masaa masa, masa, nazidi kusonga saa saba. Arasema mheshimiwa, nimekuja hapa mara moja kuja kuripoti. Asembona nafuraha sana leo ah, lakini mmepambana. Arasema mjua na kuhofia kusana, na wewe wewe ndio familia pekee uliweza kubaki yes. kama chochote kikitokea kwako, nazani mtaambia, nitamwambiaje mama yako alifariki. Ah, baba. Mimi najua kwamba unanipenda sana. Kwa hiyo nitakufiki nitakusikiliza siku za usoni. Nitakuwa nikikusikiliza wewe tu. Anasema sasa kama unanisikiliza mimi, tunabidi upaki kila kitu. Uweze kwenda katika full Paris hotel. Anasema kufanya nini? Anasema baba yako, kwa sasa tunaenda kule kufanya charity fundraiser. Yaani kwamba tunaenda kuchangisha pesa kwa ajili ya kuweza kusaidia E, vikosi vyetu pamoja raia, na kuweza kuwasaidia raia wasiokuwa na hali nzuri. Arasa basi sawa nitajiandaa kila kitu. Sasa mzee anataka kuenda na binti yake. Basi ni majira hayo ya usiku sasa mida saa moja. Sasa kumbuka pia mwaliko uliweza kutoka pia kwa hawa jamaa hapa, nao pia umeweza kupata mwaliko huu, anasema Mr. Lu. Vipi una jambo lolote la kuongea? Anasema mna mimi na wasiwasi tu kwamba kuna watu ambao wapo bado sijaweza kupata vizuri, na nahisi kuna watu wengine watakwepo kule, utakuja tuje tupichane tu maelekezo, kwa sababu kuna mtu anaitwa Dufu Mazana anaweza kwenda kutusumbua sumbua. Malaki inabidi tuweze kupata kibali kutoka kwa waziri wa ulinzi ili tuweze kupata vifaa vipya.